Wana Simba, wana Simba, leo ni siku yenu, leo leo ni mechi yenu. Hebu jaribuni kidogo kuwa kama wanaYanga, wanaYanga wapo hivi, au timu ya Yanga kama ninyi. Simba mtupoteza mechi kama nini, Simba mtipoteza mechi kwa kutoa sare au kufungwa, basi wao hilo gepu ambayo nyinyi mmetupoteza kwa kufungwa kutoa sare, Yanga ndio wanalitumia hilo gepu. Sasa leo ninyi wana Simba. Hebu tumieni gepu lile la Yanga. Jana kutoa sare na wale watoto wale wanaitwa nini wale? Bea City, Bea City. Wale watoto wageni walioingia kwenye ligi na kufanya kwanza miujiza. Na hakika wanafanya wanafanya miujiza, sababu so, kutoa sare na Yanga sio kitu cha mchezo. Simba sisi tunachemkaga kila siku, hata sare atupata, tungepata hata shale. Sare hiyo tungefanyaga hata sherehe. Sasa Simba, kueni kama wana Yanga. Yaani Yanga wachezaji wa Yanga wow. Wao nyinyi mkipoteza mechi, kutoa sare au kufungwa, hilo ni kosa kubwa. Sasa nyinyi tumieni kosa la Yanga jana kutoa sare, hilo kosa litumieni nyinyi, msifanye utani. Kila mechi nyinyi fanyeni kwenu kama fainali, hiyo mtaona faida. Hata mkisema mnachukua kombe kweli, mnaweza kuchukua kombe na ni rahisi kuchukua kombe. Yaani msicheke na mtu Leo kandeni mtu kama kawaida, msimcheke mtu, kandeni mtu, sio tano hata saba kama inawezekana, kanda. Sio mmefunga goli mbili nyie mna relax, mnajidai hakuna huo mpira, hamna tutaki. Kama watu wametaka kufunga goli nyingi, wameingia kwenye mtego, wanataka kufunga goli nyingi, fungeni, msirelax. Mtu kama anataka ukandwa tano, kanda, kama mtu anataka ukandwa saba, kanda. Huo ndio mpira. Hebu jaribuni kidogo kuwa kama wanayanga ambao, ninyi mkipoteza mechi moja hata kutoa sare, yaani mefanya kosa kubwa sana, mefanya kosa kubwa sana. Sasa hicho ndio kitu mi nataka wana simba mfanye leo. Huyu naocheza naye leo, mkandeni, mpigeni huyu, si ndio? Yaani Namungo na Namungo na Namungo, kandeni huyo Namungo, akija mwingine kandeni, afu mnamwombea yanga magumu atoe sare kama hizi hata tano au afuge kabisa. Ninyi mechi zenu zote mshija. Hiyo ndio nguvu ya kuchukua ubingwa. Kuchukua ubingwa ndio unaweza kuchukua ubingwa hivyo, lakini hauwezi kuchukua ubingwa bila kufanya vitu kama hivi. Ili kuchukua ubingwa, ni lazima ufanye vitu kama hivi. Mara Simba inabidi mfanye hivi na viongozi wa Simba mnatakiwa kuwa hivyo na mjue, ili uchukue ubingwa ni lazima ushinde mechi zako zote. Leo ni vizuri Yanga amemyoesha dhaifu, amekubali kutoa sare jana na wale watoto. Hilo ni jambo. Sasa ninyi mnatakiwa kutumia gepu hili, mtu yote anayekuja mbele yenu mnakanda. Mnakanda kama mnapika mkate ule wa kumimina kule. Hey, leo wewe sio anaitwa na Mungu, kandeni, akija mwingine kandeni. Jipangeni pia akija wewe Yanga.